Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika chaneli ya Padre Roja Kiwango. Tupo katika Dominika ya 27 ya mwaka C wa Kanisa. Tajirani katika Injili ya Luka sura ya 17 aya 5 hadi ya kumi. Katika jumapili hii dominika ya jumapili hii ya 27, neno la Mungu linatualika kufanya upya tumaini letu kwa Bwana kufufua imani inayoongoza kwenye huduma ya unyenyekevu na kulinda kwa bidii za wale ambayo Roho Mtakatifu ametukabidhi. Ndio maana katika injili ya siku ya leo, injili ya Luka, mitume wanamwomba Yesu awaongezee imani. Anajibu kwamba hata ikiwa ni ndogo kama punje ya haradali, imani inaweza kutimiza miujiza kama vile kungoa mti na kuupanda baharini. Kisha naonyesha kwamba mfuasi wa kweli hapasi kutarajia kutambuliwa kwa kutimiza wajibu wake, kwa kuwa kumtumikia bila kiburi ni mtazamo wa mtumishi mwaminifu. Injili inatuonyesha kwamba imani ya kweli utafsiriwa kwa utii na unyenyekevu na utayari wa kutumikia bila kutafuta sifa. Dominika hii ya 27 masomo yanatukumbusha kwamba imani, hata inapoonekana kuwa ndogo, ndio ufunguo unaofungua miujiza ya Mungu, kwamba ni lazima kufufua karama ya Roho ambayo tumekabidhiwa na tusiogope ushuhuda wa Kikristo na tu, na utumishi huo wa kweli kwa Mungu unaishi kwa shukrani, unyenyekevu, bila kutafuta utukufu wa kibinafsi. Hivyo Bwana anatuita Kutumainia, kutumainia haki yake, kumsifu kwa moyo wa wazi, kuishi kama mtumishi mwaminifu, tukiongozwa daima na imani inayotutegemeza. Tunaalikwa siku ya leo katika Dominika hii ya ishirini na saba, sisi ni watumishi wa kawaida, kutufanya hatufanyi chochote zaidi ya wajibu wetu. Hoja muhimu ya kujifunza siku ya leo ni kumshukuru Mungu kwa kufanya kazi katika ufalme wake. Ametuita tuwe karibu naye, tuishi injili yake na tuitangaze. Tuthamini na kutekeleza huduma katika familia zetu, mazingira yetu, mahali pa kazi, ma shuleni, ma yeye hakuja -ha kutumikiwa, bali kutumika, alitoa uhai wake kwa fidia ya wengi. Yesu anatualika kumtume, kumtume, kumtumikia lakini kwa kufuata njia ya uponyaji wa ndani na unyenyekevu wa dhati. Kiasi gani cha